Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Waziri Mkenda lakini na, na naibu wake lakini na watendaji wake wakuu wote ambao wamekuwa ni msaada mkubwa kwao katika kuhakikisha wanayatekeleza yale ambayo watu wengi tumeyaishi. Mimi leo hii nitakuwa na jambo moja au mawili lakini sana nitakuwa na jambo moja nitajielekeza katika elimu ya vyuo vya amali ambayo ni sera mpya ambayo imeanzishwa kwa ubunifu wao hawa viongozi wetu, lakini nataka niipe nyama kidogo na ikubali 100% maagizo yao, lakini na maelekezo yao jinsi ambavyo wamekusudia kuifanya iwe. La mwanzo, ningechukua nafasi hii pia kuwapongeza, lakini kuipongeza serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongezwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan zaidi katika kuhakikisha vile ambavyo vinapatikana kwa ajili ya kuinua elimu ndani ya Tanzania hii, lakini na sisi upande wa pili basi vinatufika. Nataka niwapongeze wizara hii ya elimu katika mradi wao wa hit ambao na sisi Zanzibar. Aa, mimi natokea Zanzibar, jimbo langu la Chumbuni, lakini mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndio maana nimesimama kuelezea sera hii ya elimu ya juu ambayo na sisi inatuhusu. La mwanzo, la mwanzo nayapongeza wizara ya elimu hii kwa kuweza kugawa miradi ile ya hisi ambayo imekuja kwa nafasi kubwa sana Zanzibar na imeleta, italeta ufanisi mkubwa ikimaliza. Lakini kama haitoshi pia kuja kwa hii hisi imeleta ime, ime imetoa u, ufafanuzi, yani upanuzi wa kiuchumi na zaidi katika kielemu kiasi ambacho mpaka wenzetu uh, wa Judaism sasa hivi na wao wameamua kuja Zanzibar na kufungua tawi lao katika maeneo ya Buyu na tumewapa eneo, na sasa hivi wanaendelea wana, wana, wana na ujenzi, na inshallah kwa uwezo mwenye wa Mwenyezi Mungu watalifanikiwa lile ambalo wanataka kulifanya, lakini na sisi kama Wazanzibari tutafaidika na uwepo wa kampasi ile ndani ya, ya, ya, ya visiwa vyetu vile vya Zanzibar. Nawashukuru sana Mheshimiwa Mkenda na QS na eh, Kipanga, lakini na timu yenu yote kwa kuweza kuyafanikisha haya. Tumekuwa tukipiga kelele sana, mimi mwenyewe uh, Mheshimiwa Naibu Waziri, sana unakuwepo katika maswali, nimekuwa sana nikiulizia na nikitaka muongozo wa hii miradi ya hisi, lakini nakushukuru sana, imeweza kuja mwaka jana tumepata idhini ya milioni 21 dola kiasi ambacho sio mchezo. Tunasema tunawashukuru sana, tunapongeza sana serikali hii hi inayoongozwa na mama Samia Suluhu Hassan. Sasa nije sehemu yangu ya pili ambayo nimekusudia. Sehemu yangu ya pili ni kuhusu hii elimu ya amali. Elimu ya amali maana yake ni kuwafundisha wanafunzi ambao tunao kuhakikisha wanajifundisha, wanapata skills za kujitegemea, which is sawa, ni jambo zuri lakini mimi nataka nishauri serikali sehemu moja au mawili. Tunaweza kuwa tuna, tuna maelezo mazuri katika makaratasi haya ya kuifundisha hii elimu yetu ya amali, lakini mpaka sasa hivi sina hakika kama tuna walimu wazuri ambao wanaweza kufundisha elimu ya amali kwa vitendo, kwa sababu elimu yetu hii ya amali maana yake ni elimu ya ufundi, yaani kwa Kiswahili chaki, chaki haraka haraka ni, ni sana mambo mengi yanayopatikana ni ufundi. Kwa hivyo, kwanza tunahitajika tuwe na walimu wenye knowledge ile ya kufundisha kwa vitendo, isipokuwa sasa isipokuwa sasa hivi vyuo vya amali vipo viko vingi, tunasema tunajenga vyuo 64, 64, 68, mashallah. Si haba jambo sio dogo zuri, lakini je, tuna walimu hao na tukiwa na walimu, hao jambo la pili tunatakiwa tuwe na maabara za kuwafanya watu waweze kusoma kwa vitendo elimu ya, ya mafunzo ya amali eneo kubwa inasomeka kwa vitendo kuliko kwa, kwa, kwa nadharia. Walimu wengi ambao wapo katika hivi vyuo vya elimu ya amali wengi wanakuwa wana, wana, wana na mafunzo yale ya nadharia, lakini si ya vitendo. Lakini vitendo vinapatikana baada ya kuwa na walimu wenye knowledge ile, na serikali tukaamua ikaweza kujitolea ikahakikisha kabisa, tukawa na mpango kazi wa kuhakikisha vyombo vinapatikana, maabara zinawekezwa, lakini na walimu wanapatiwa mafunzo ya kuhakikisha wanaoweza kusomesha kwa vitendo. Uh, nataka nimwambie ni mheshimiwa waziri na mheshimiwa naibu waziri hii. Kwa nini nasisitiza hii? Mwezi uliopita serikali yetu ilipata, mmefahamu sasa hivi tuna, tuna ushirikiano na nchi hizi za UAE. Waka, wakataka watu ambao wanataka, wanaweza kuendesha magari nafikiri kama mmeangalia wiki iliyopita tu Qatar walitaka watu sabini na tano kufika kule, yale magari yote digital na wale waliochukuliwa hapa wamefanywa mtihani vetting. Wote wamesoma NIT, lakini watu karibu wote waliosoma wamesoma NIT, wanafundisha zile gari za hapa. Siku hizi kuna gari digital, wamefika kule na mnajua Arabu wenzetu wananua gari ya mwaka huu. Wamefika kule wanakuta kuna magari ya digital sabini na tano waliopasi watano sabini wamerudi. Na hao watano sio kama imeingia moja kwa moja kuendesha, wameingia kusomeshwa sasa zile gari za digital. sasa tusije tukawa na hii sera ambayo tunawasifu hapa muda wote kila alosimama kwa ajili ya <coughs> mafunzo ya mali, kwa sababu mafunzo ya mali kwanza, watu tukiwafundisha kwanza sekondari na vyuo na ikiwa kuna vitu hivi, maana yake tayari tunawapa ujuzi vijana wa kujitegemea. Maana yake nini? Sasa tukiwapa ujuzi wa kujitegemea, maana yake hata ile mindset ambazo watu wengi wanajua, mimi nikisoma nikiwa na degree mbili lazima niwajiriwe. Lakini tangu yuko shule ameweza kupata ujuzi wa kutengeneza sabuni, mizinga ya nyuki na nini, kwa hivyo au seremala, basi akimaliza hasubiri yeye mpaka mba, apate ajira rasmi ya serikali au ya yale maeneo maalum atakwenda direct katika ile elimu ambayo imepata shuleni wakati wa, wakati wa kufanya anasoma haya ma, ma, ma, mafunzo ya amali. Hili pia nilikuwa nataka nilisisitiza sana. Walimu kupewa uwezo, lakini na shule ambazo za amali ziwe na vitendea kazi ambavyo vitaweza kuifanya ile amali yenyewe iweze kupatikana. Na, na, na mwisho kabisa ningependa nichukue nafasi hii pia kukupongeza wewe naibu spika, jinsi ambavyo unatuongoza na hii swala letu la elimu. Nafikiri tutapata, tunapata muda mzuri wa kuchangia bila wewe kutusumbua wala kengele. Nawashukuruni sana, asante sana mheshimiwa Spika. Asante.